Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac1 TV yaliyojiri katika mchana lenu kutoka katika jiji la Bukavu, mkoa wa Sud Kivu. E, rais mstafu Joseph Kabila ameendeleza vikao vyake na wananchi wa mahali hapo ili kuleta suluhisho la kudumu katika ukanda huu wa maziwa makuu. Rais huyo rais huyo leo alionana na ma shirika mbalimbali mbali, ikiwemo makanisa na washe ma, na walihudhuria mkutano huu ili wa kuleta jawabu wa kuleta ufumbuzi wa kuleta amani katika maziwa makuu. Watu wanajiuliza, rais huyu aliongoza nchi ya Kongo katika miaka kumi na nane alikuwa mstari wa mbele kupiganisha watu ambao wanaoshika silaha kinyume cha sheria. Je, leo mtu ambaye alikuwa anapiganisha watu ambao wanaoshika silaha kinyume cha sheria tena, ndio ndio watu ambao wanamlinda yeye, ndio watu ambao wanamlinda tena. Ukiangalia kwa jicho la tatu, ni watu ambao wanatoka nje nje nje ya nchi kutoka huko Rwanda Naona sasa watu wanajiuliza kwa nini huyu mtu ambaye aliongoza nchi katika miaka kumi na nane yeye mwenyewe alishindwa kutokomeza watu hao ambao walikuwa wanashikilia nani, silaha kimabavu, tena ndio hao hao watu ambao tena leo wanamlinda. Inaonekana huyu e, mtu ambaye al Habari e, tunalao ni kutoka kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji la Uvira, ambaye leo tarehe ishirini na sita mwezi wa sita elfu mbili ishirini na tano nipo pamefanyika mazishi ya jemedari rukumeta Pie, ambaye alianguka kwenye shamba la mapambano huko nyanja za milima. Jemedari huyo alikuwa akipambania nchi yake kwa hali na mali. Jemedari huyo alikuwa anafunga njia zote ili magaidi hao wa M23 AFC wasipate nafasi ya kuteremka katika jiji la Uvira. Jemedari huyo alikuwa amejitoa kiali na mali ili kupambania udongo wa mababu zake, kwa sababu alikuwa anasema nini, mimi leo nikiacha hii udongo watoto wangu kizazi changu kita, kitaenda sehemu gani? Sina sehemu yingine ya kupigania, kama ni kupigania nitapigania nita hapa hapa, na kama ni kukufa nitakufa ni nita hapahapa hata hivyo tunamnukuu, alipopata majeruhu huko nyanja za milima, walimwambia aende tunziwa nchi ya nje, lakini alikataa, alisema nilipigwa, nilipigwa ma, ma, risasi kwenye nchi yangu, na nitakufia kwenye nchi yangu. Mwisho wa mnukuu.